Kwamba tunajua yote kwamba utaniambia nini, hawezi kuniongoza. Sisi tuna kiongozi mmoja ambaye ndiye Roho Mtakatifu. Hamna shida, aendelee kukuongoza Roho Mtakatifu. Unajua huyu Mungu huyu, hawezi kumjua huyu Mungu vizuri pasi na mwanadamu, sababu asilimia kwa Mungu anatumia watu kwa ajili ya watu. Kwa hiyo, alimadamu utakataa watu, unamkataa Mungu. Imagine Samueli kwa Eli. Hivi nafikiri kwamba Samueli angelimwelewa Mungu bila Eli. Hapana. Lakini kwa sababu Mungu anatumia watu kwa ajili ya watu, Mungu alimtia Eli kwa ajili ya Samueli ili Samueli amwelewe vizuri Mungu. Alimhitaji nani? Eli. Ili na Timoteo awe vizuri na huyu Mungu. Alimhitaji Paulo. Bwana asifiwe sana. Ili Elisha awe vizuri, alimhitaji Elia. Kile watimbaya tumekuwa ovyo sana, tumekosa utiifu. Kama uwezi kuniongoza, ninaongozwa na Roho Mtakatifu, hakuna shida, hakuna shida. Na wengi ambao wanakiri kwamba wanaongozwa na Roho Mtakatifu leo, mmekuwa ni wazinzi wa kupindukia. Walikuwa na rekodi wao, Bwana siwe sana. Walikuwa ni wakati wazuri sana, sana, sana, kuongozwa na Roho Mtakatifu basi wakaachwa waongozwa na Roho Mtakatifu. Ogopa sana kuongozwa na kitu ambacho haujui, ambacho hauna maarifa nacho. Na wengine wanafikiri wametoka eti, eti kule kunena kwa lugha, kujazwa eti ndio Roho Mtakatifu mwenyewe. Hapana, watu wa Mungu, lazima uwe mtiifu, tulia chini, uongozwe, ufundishwe. Biblia iko wazi kwamba nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, naye atawakweza kwa wakati wake ulio sahihi, yaani atawainua anasiv sana kwamba jinuae tashushwa kwa hiyo, alimadam unaanza kujiona kuwa wewe ni unajua sana unajua ani, uko vizuri sana, una maarifa mengi sana hakuna shida, anguko iko mlangoni, kiburi cha uzima. Biblia uko wazi kwamba kiburi utangulia maangamizi, kwa hiyo kabla ya kuanguka kiburi utangulia. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ili uendelee mbele lazima uwe mtiifu mtiifu kwa Mungu, naongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo yeye ndiye kiongozi wangu, sina mwingine. Saamna shida, endelea kuongozwa naye, takuongoza vizuri sana. jambo la pili